Nilipofika hapa nilipoteuliwa, nilienda Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwenye kumbukizi ya miaka arobaini ya mzee wetu Edward Moringe Sokoine. Kwa taarifa nilizokuwa nazo, nilimwomba Daktari Samia Suluhu Hassani barabara. Lakini pia tulipata nafasi ya kusherehekea Mei Mosi, tukakutana na Makamu wa Rais Daktari Filipo Mpango, tulimwomba barabara. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuja kwenye mikutano mbalimbali, tuliteta naye juu ya barabara lakini waziri wetu mtu bingwa mahiri kabisa Mohamed Mchengerwa alipokuja kwenye mkoa wetu kufanya ziara, tulimuomba barabara. Barabara tuliamua iwe ni ajenda ya kuanzia, kiongozi wa serikali ya mtaa mpaka kiongozi wa mkoa, na kazi imefanyika. Leo mbele yako nina furaha kubwa, mheshimiwa naibu waziri mkuu, kumshukuru daktari Samia Suluhu Hassani kwa kukubali kuifungua Arusha kwa kutupatia kilometa sabini za lami mpya ili wananchi watembee kwenye lami. Tunaenda kujenga bypass nyingine ambayo itawezesha wananchi wa mkoa wa Arusha kuishi maisha ya Ulaya kwa sababu hata wageni wao wanatoka kwenye mabara yaliyopiga hatua. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, hapa tulipo tuna barabara yenye urefu wa kilometa tisa point moja inayotoka Kirombero inakwenda moja kwa moja mpaka pale ya Poti Kisongo lakini ikiwa na connect na barabara yetu ya kwenda kwenye chuo chetu maarufu kabisa ambacho kinafanya kazi nzuri. Barabara hiyo iko kwenye usanifu na inakwenda kujengwa kwa njia nne, kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Arusha wanakula maisha mazuri. Lakini kutoka Longido unaenda mpaka Sia kilometa hamsini na tatu iniko kwenye usanifu kwa ajili ya kujenga barabara nyingine ya lami ili watalii wanaotoka Arusha wanaopita kwenye maeneo mengine wakiungana na wale wa Nairobi kutoka Kenya waweze kwenda kuangalia mlima Kilimanjaro bila kupita katikati ya barabara yetu, ikiwa ni kazi nzuri njema inayofanywa na Daktari Samia. Kutoka tengeru kwenda mpaka Usa ni kilomita kutoka pale kwenda mpaka KIA ni kilomita karibia 26, barabara hiyo na yenyewe msanifu yuko kazini, inafanya kazi nzuri. Inakwenda kujengwa na yenyewe kwa njia nne kuhakikisha kwamba Kilimanjaro na Arusha, Arusha na Nairobi vinaungana. Hiyo ndio kazi ya Daktari Samia aliyotutuma kusimamia. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunao mpango chini ya ndoto kubwa ya Daktari Samia kuifanya Arusha kuwa Arusha ya Ulaya. Tunakwenda kujenga SGR reli ya kisasa itakayotoka Dar es Salaam kwenda Tanga. Tanga inakuja kudondoka hapa na tunajenga bandari ya kisasa, bandari kavu ili magari zaidi ya 600 yanayotoka Tanga yatokee hapa. Ninatamani kumwelezea Daktari Samia kwa namna na nyingine ya kugaragala lakini kazi anayoifanya ni kazi njema nzuri, na niombe wananchi wa mkoa wa Arusha mkae mkao wa kula, mgonge jirani yako mwambie, usikubali kufa, usikubali kuugua. Mambo mazuri yanaletwa na daktari Samia katika mkoa wa Arusha. Subiri kidogo uone mambo mazuri yanayokuja, na sisi tunajivunia umoja wetu, tunajivunia mshikamano wetu, na tunataka Arusha iwe ni Arusha tofauti, lakini daktari Samia ameruhusu kutujengea uwanja wa mpira na utaona hii barabara ya kilomita saba hata watu wa bondeni site kule wanakochoma mishkaki kuanzia hapo kwa mlombo hapo watakula nyama wakiwa kwenye lami. Tena yenyewe tunaijenga njia nne ili kwenda kuconnecti na ile bypass, lakini kwenda mpaka bondeni kule unaenda mpaka kule JKT tunakuja kuiconnect, tunarudi mpaka upande wa pili huku kuhakikisha kwamba watu wa mshono nao wanaendelea kula maisha mazuri. Daktari Samia anatutendea haki wananchi wa mkoa wa Arusha.